Fanya haraka, fanya haraka, fanya haraka, fanya haraka. Haya jini nakuita, popote ulipokubua nakuchimbua, nakuchimbua, nakuchimbua, nakutoa tumboni, nakutoa tumboni, jini mchafu, jini mchafu ambaye uliokusudiwa kuja kuleta dhuruba katika mwili wa mja huyu wa Mwenyezi Mungu. Toka tumboni, toka tumboni, toka tumboni, toka tumboni. Fanya haraka. Asalamu alaikum. Karibu, karibu kwa Dr. Yusuf Kifimbo. Anapatikana maeneo ya Dar es Salaam, Kigamboni, maeneo ya Kibada. Karibu kwa tiba asili. Wewe mwenye matatizo, mwenye marazi sugu kama ugonjwa wa kisukari, kuvimba tumbo, kuvimba miguu magonjwa mbalimbali, pia karibu kutana na Yusuf Kifimbo. Basi magonjwa yako yote au gonjwa lako linaweza likawa limetatuliwa kwa urahisi sai, kwa urahisi zaidi. Pia kuna dawa au kuna mafuta ambayo unayoyaona au perfume hizo, zimesomewa kisomo pia yeah, unaweza kuyapata kwa bei nafuu kabisa, wala hayana gharama kubwa zaidi, ni bei nafuu kabisa. Karibu maeneo ya Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada.